im kidogo sana kuhusu swala zima la uzazi. Nasikitika kusema kwamba wengi wanaelewa kwamba mtoto wa kike akishaona tu hedhi basi amekuwa anastahili kuolewa. Nilisafiri na mama mmoja alikuwa anatoka Zanzibar, wakati tunaongea akaonyesha na, na machungu akasema, mimi mtoto wangu ameona hedhi, ana miaka kumi. Alilia sana. Sasa miaka kumi, mnataka huyu mtoto akaolewe? Dalili za mtoto wa kike kukua ziko nyingi, wenzetu wanazitambua moja tu, na wengi ni hao wanaume. Mtoto wa kike kujua kwamba huyu sasa yuko tayari kuingia kwenye kuolewa au kuingia kwenye ndoa, kwanza unamwangalia kiuno chake, tunaita pelvic girdle, zipanuke lazima unaangalia au mnaita nyonga. Kwa hiyo nyonga zinapanuka ndio dalili mojawapo. Dalili nyingine, mtoto wa kike sauti inabadilika, sauti yake inakuwa nyororo. Dalili nyingine ni ngozi inabadilika. Ina, inabadilika. Dalili nyingine ni nywele kuota kwenye sehemu za kwapani na sehemu za siri. Lakini wenzetu mnachukua dalili moja, mtoto akiona hedhi ndio amekuwa. Si kweli si kweli. Kwa hiyo niwaombe sana, wale wanaofikiria kwamba mtoto akifikia ameona hedhi miaka kumi, kumi na mbili, watoto wa siku hizi wanapata hedhi mapema, basi aolewe. Juzi mliona kwenye magazeti, baba mmoja amemchukua mtoto wa miaka tisa, akamharibu, mtoto akablidi mpaka akafariki. Ndicho mnachokitaka? na hao wanaosema eti sheria zinasema mtoto akipata hedhi aolewe, watoto wao wako mashuleni, wanasoma. Hakuna aliyempeleka mtoto wake akaolewe. Mheshimiwa waziri, watuletee ushuhuda hapa, watoto wao wameolewa na miaka kumi na mbili au kumi na tatu. Tunaomba sheria ya ndoa irudi. Mheshimiwa Esther Matiko aliliongea sana ili jambo, lakini bado tunaangalia tu. Wewe mtoto wako wa kike miaka kumi unampeleka kwa mwanamme kweli? Hivi kwa nini tunashindwa kufanya maamuzi? Na yale maoni mliokusanya, Mheshimiwa Gwajima, yamefikia wapi? Na Mheshimiwa Ndumbaro, yamefikia wapi? Kwa nini bado tunashindwa kufanya maamuzi kama nchi? Hawa wachache waliokuja, sijui wanasema hapana. Sheria kuna tamaduni, lazima tuziondoe. Watoto wanahitaji kusoma, kwa hiyo hilo mlisimamie. Tunataka majibu. Toto kuona hedhi sio kwamba ndio yuko tayari. Ni kama mahindi, mnaona zile yale mahindi yanapotoa zile nyuzi pale juu, ndio mwindi umekomaa. Si bado unaona kwamba lazima ukae ukomae? Ndio ule huwezi ukauvunja ule ukala, mahindi yale yanatoa maziwa, maziwa tu. Tujipange kwenye hilo na kuomba mheshimiwa Gajima simama kwenye nafasi yako.